Hii ni taarifa kwa umma kutoka katika klabu ya Young Africans ambayo wameiposti dakika chache zilizopita katika ukurasa wao rasmi wa Instagram, na kusomea hapa taarifa kwa umma. Uongozi wa Young Africans Post Club unapenda kuutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuruhishi wa michezo kasi kuhusu kesi yetu namba kasi 2025 mkwaju a mkwaju 112 11 Nane. Kasi imeieleza Yanga African Sports Club kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Yanga African Sports Club hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuruma. Aidha, uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kuujurisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhuruma na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maasirahi mapana ya maendeleo ya soka nchini imetolewa na kamati ya utendaji ya Yanga African Sports Club. Hiyo ndiyo taarifa kwa umma ambayo imepostiwa katika ukurasa rasmi wa Instagram na klabu ya Yanga ikiwajulisha majibu kutoka kasi katika mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo. Unamtazamo gani juu ya taarifa hii kwa umma ambayo imetolewa na klabu ya Yanga? Dondosha komenti yako hapo kwenye komenti hii hapa. Ni super trove ya Dino Television, endelea ya kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za, za kimichezo.